Kuwa miongoni mwa familia zina furaha tele kwa kupata ujauzito eh, na kuwa na watoto wema wenye afya njema eh, kupitia ushauri wa afya ya uzazi pamoja na lishe na kutibu vyanzo ambavyo vilisababisha kutopata ujauzito kwa wakati, kama homoni zako zilikuwa haziko katika uiano sawa, manake hormone imbalance E, basi utapewa dawa za asili kabisa ambazo tunazitengeneza wenyewe. Itarekebisha homoni zako na kukaa vizuri kabisa. kama mayai yalikuwa yakomai, yatakomaa na kupevuka. Lakini vilevile vile, kama ulikuwa na vimbe kwenye kizazi au kwenye viwanda vya mayai, vitatibiwa vizuri kwa kupitia dawa za asili kabisa bila upasuaji wowote. Kama mirija iliziba, itazibuliwa, na kama ulipata athari za PID ambayo ilikaa kwa muda mrefu itatibiwa vizuri kabisa na kama ulikuwa ujui mzunguko wako ukoje, kwa sababu wanawake mko makundi matatu: na wako wenye mzunguko mkubwa, wako wenye mzunguko wa kati, na wako wenye mzunguko mdogo. Kwa hiyo hata siku zenu za salama pamoja na za hatari ziko tofauti. Kwa hiyo yote hayo utayapata kutoka kwa Dr Abubakari, eh, kutoka kwa Dr Abubakari. Ndugu yangu, unapata yote hayo na familia itaanza kuwa na watoto wenye afya njema, karibu sana. Tuko Mafinga, Iringa pamoja na Chalinze, Pwani, lakini kokote ulipo unaweza ukapata tiba. Njoo WhatsApp, gusa hapo chini, au nipigie simu eh, kwa msaada zaidi.